Kwa hivyo tutasoma kuhusu herufi va na tutaiandika tu hapa herufi va, herufi samahani, fa inapaswa kuwa herufi, herufi gani? Herufi papasi, kweli? Herufi va. Kwa hivyo tukiangalia herufi va hapa, ni pale ambapo v ni konsonanti. V is a consonant. Kwa hivyo Letter F is a consonant. Letter V is a consonant. That's what I mean. Letter V is a consonant. Um, na nataka tutumie irabu kama kawaida. Kwa hivyo tutatumia irabu zetu ambazo ni tano. Tuziseme pamoja. Kwa sasa tunajua irabu. Tuende pamoja tuna a, e, i, o na tuna u uh, hizi ndizo irabu za Kiswahili. Na tukitumia hizi sauti kama vile ambavyo niliwaambia, tunasema vu na ava, vile ambavyo Bi Mercy alikuwa anasoma akiwa mdogo, vu na eve. Si kwa sababu sauti ambayo inatoka hapa kwenye hii herufi ni vu, vu, pale ambapo meno yako yanaguzana na na mdomo wako, si ndio? Vu, vu. Kila mtu aseme hivyo. Twende pamoja, aha.